La kwanza ni wapongeze wajumbe wa kamati wote kwa ushiriki wao makini kabisa, lakini pili, niwahakikishie kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa uchukuzi, mheshimiwa Mbarawa Makame Mnyaa, tumepokea maelekezo yao, tutakwenda kupitia mifumo yetu kwa kina na kutazama maeneo yote ambayo yanaweza kuwa na changamoto kwa maana ya kisheria, kikanuni na kisera, ili tuhakikishe kwamba vinaimba wimbo mmoja sambamba na, na, na, na azima ya serikali. Lakini tatu, e, ninaendelea kuhakikishia kwamba serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imepokea pongezi zao za dhati, kwa sababu waheshimiwa wabunge wote wamepongeza baada ya kutembelea na kuona maboresho kwenye bandari ya Dar es Salaam, kuanzia kule gati namba moja mpaka namba kumi na moja hapa. Wameridhika na kazi inayofanyika kwa sababu wamejionea wenyewe mapinduzi makubwa ambayo serikali imepiga kwa sababu wamepitia takwimu zetu. Wameona hali ilivyokuwa mwaka 1960 wameona hali ilivyokuwa mwaka 2021 wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani na wamelinganisha na hali ilivyo sasa hivi. Kwa mfano, wamejulishwa na wameridhia kuona kwamba kiwango cha mzigo wa bandari kwa ujumla zote nchini uliokuwa na hudumiwa mwaka 2021 ilikuwa ni karibu tani milioni 16 17, leo imefika tani milioni 27 na inakaribia tani milioni 30, lengo ambalo lilikusudiwa litimie baada ya miaka minne mitano ijayo. Lakini pili, muda wa meli kusubiri kuja kufunga kutia nanga hapa wakati huo ilikuwa ni takriban siku 46, leo meli hizo zinasubiri kwa siku labda saba na zinaanza kuhudumiwa. Lakini tatu, ukitazama muda wa meli kuhudumiwa hapa, kwa mfano meli hizi za e, za makasha wakati huo ilikuwa inaenda mpaka siku kumi na zaidi kwenda huko juu, leo umepungua zaidi hapa kwenye kuhudumia mpaka siku tatu. Lakini pia nne, wametushuhudia wenyewe mapato yaliyokuwa yanapatikana mwaka jana kwenda nyuma, kabla ya kuingiza wawekezaji hawa, tulikuwa ambapo tulikuwa tunapokea takriban trilioni saba na bilioni 80 lakini leo imefika takriban trilioni nane na bilioni mia mbili na ishirini kwa unaweza kuona ongezeko la karibu trilioni moja mpya kabisa ambayo kwenye hesabu zetu pale mwanzoni hatukuifikiria. Lakini pia kamati imeshangazwa kuona gharama za matumizi zimepungua kutoka bilioni mia tisa sabini na tano mpaka bilioni mia sita thamanina tano ina maana umeongeza trilioni moja mpya kwenye mapato umepunguza matumizi kwa karibu bilioni mia mbili una almost trilioni 1.3 mpya kabisa ambayo kamati, na kwa sababu sehemu kubwa ni wabunge, wanasema kumbe fedha hiyo itakwenda kujenga barabara, itakwenda kupeleka maji, itakwenda kusaidia shuleni na maeneo mengine. Lakini kamati imeona kazi kubwa ya jinsi idadi ya makasha ilivyoongezeka, hivyo wamepongeza sana serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo imeifanya: uingiaji wa meli upokeaji wa mizigo ushushaji na upakiaji, kwa sehemu kubwa tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana ya kiutendaji na ya kimfumo ambayo yamewezesha ufanisi mkubwa sana kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kazi ambazo zilikuwa zinachukua siku arobaini zinachukua sasa siku saba. Kazi ambazo zilikuwa zinachukua siku saba zinachukua siku tatu lakini pia idadi ya mizigo inayoingia bandari kwetu imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Sasa kamati yetu ya Utawala, katiba na Sheria inahusika na maswala ya kisheria na maswala ya kisera. Tumekuja uh, tuweze kukutana na wenzetu wa bandari kwa maana ya wizara ya uchukuzi pamoja na, ma, na, na, na, na, na watu wa bandari kuweza kuona ufanisi huu uliyo kupata mpaka sasa. Nini mchango wa marekebisho ya sheria mbalimbali ambazo tumezifanya? Kwa hiyo mafanikio haya tunayoyaona sio tu ya kimitaji na kadhalika, lakini pia yamechangiwa na marekebisho mbalimbali mbali ya sheria ambazo tumezifanya ndani ya Bunge kwa hilo la kwanza ambalo tulitamani tulione, lakini la pili tulitamani tuone uh, kama wizara lakini pia mamlaka ya bandari, tuna, tuna picha gani kubwa ya bandari tunayoitaka? Uwekezaji wa bandari ambao tunautaka ni kiwango gani cha uwekezaji tunataka tukione Tanzania, tukizingatia kwamba bandari hii peke yake uh, mapato ya bandari yanachangia asilimia 39 ya makusanyo yote ya TRA. Nini tunataka tufanye zaidi? Wapi tunataka tufike? Sasa hoja yetu ya kamati ilikuwa ili tufike huko ambako tunataka katika kiwango hiko cha uwekezaji, ili tupate kiwango hicho cha ufanisi wa operations za bandari, ni mifumo gani ya kisheria na ya kisera inatakiwa irekebishwe. Kwa tumeacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na wizara wafanye analysis ya sheria wafanye analysis za kisera ili kuweza kulishauri Bunge sasa lifanye marekebisho gani ambayo yataongeza utendaji na ufanisi kwenye, kwenye bandari. Tutumie fursa hii baada ya kujionea haya mabadiliko makubwa na baada ya kuliacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na kuliacha hili jukumu kwa wizara tumpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuendesha na kwa kusimamia mapinduzi makubwa ya kiutendaji ndani ya bandari hii